Katika tukio lililovuta hisia na heshima kubwa Raila Odinga Jr, mwana wa aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya hayati Raila Amolo Odinga, ameteuliwa rasmi kwa mkuu wa nyumba ya ukoo wa Odinga katika sherehe iliyoandaliwa Opoda Farm, Bondo mnamo Alhamisi Oktoba 23. Sherehe hiyo ya kitamaduni ilihudhuriwa na viongozi wa kisiasa, wazee wa jamii ya Luo pamoja na wanajamii waliokusanyika kushuhudia hatua hiyo muhimu inayochukuliwa kama urithisho wa uongozi wa kifamilia kutoka kizazi cha Jaramogi Oginga Odinga hadi kizazi kipya. Katika tukio hilo, Raila Junior alinyolewa kama ishara ya kisheria na kitamaduni ya kuashiria mabadiliko ya mamlaka na kuanza kwa jukumu jipya la uongozi wa kifamilia. Wazee walimbariki, wakimkabidhi jukumu la kudumisha heshima, umoja na urithi wa familia ya Odinga, ambayo imekuwa nguzo muhimu ya siasa za Kenya kwa zaidi ya nusu karne. Miongoni mwa waliokuwepo ni wakuu wa dini, wazee wa baraza la Siaya County, pamoja na wafuasi wa ODM waliokuja kumpongeza kwa kuchukua jukumu hilo jipya. Tukio hilo limechukuliwa kama ishara ya kizazi kipya cha Odinga kuanza kujitokeza katika masuala ya kijamii na kisiasa ya taifa. Wadadisi wa siasa wanasema kuwa hatua hii inaweza kuwa mwanzo wa kujiandaa kwa Raila Junior kuingia rasmi katika siasa, kwa kuwa cheo hicho cha kifamilia mara nyingi kimekuwa na uzito wa kisiasa ndani ya jamii ya Luo na taifa kwa ujumla. kwa miaka mingi Familia ya Odinga imekuwa kitovu cha harakati za kidemokrasia nchini Kenya, kuanzia enzi za Jaramogi ya Oginga Odinga aliyekuwa makamu wa kwanza wa rais hadi kwa Raila Odinga aliyekuwa waziri mkuu na kiongozi wa upinzani wa muda mrefu. Sherehe hiyo ya kihistoria imekuwa ikitazama kama hatua ya urithi wa heshima na majukumu, ikionyesha jinsi ukoo wa Odinga unavyoendelea kudumisha mila na desturi za jamii ya Luo, huku ukiunganisha urithi wa kisiasa na wa kifamilia.